Na mtazamaji, tukibakia na masuala nafungamana na elimu ni kwamba shule uh, licha ya Shule ya Msingi ya Trans Nzoia kuanzisha harakati za elimu katika kaunti ya Trans Nzoia mwaka 1926 waliosomea hapa miaka sabini iliyopita wameghadhabishwa na majengo ya shule ambayo bado yanatumika miaka tisini na nane baadaye, hali inayohatarisha maisha ya wanafunzi, in ya wanafunzi baya na taarifa hiyo katika shule ya msingi ya Trans Nzoia Unakaribishwa na chemchemi ya maji iliyojengwa hapa, ile imekauka, inayoelekeza hadi kwenye majengo ya zamani, ingawa sehemu kubwa ya shule hii sasa ni magofu, mandhari yake yanayoashiria ya kuwa shule hii ilikuwa ya kifahari enzi zake now And we're Wanafunzi wawili wa zamani Harjinda na Gurucharan waliorejea kutembelea shule hii walionyesha kusitikishwa na hali ya sasa. Wanasema walijiunga na shule hii miaka 1950 na ujio wao ulifuatwa na magari ya kifahari yaliyoashiria mafanikio yao maishani. When I look at things like that. But I'm sure. Shule hii iko na madarasa saba ambayo imechoka kabisa na public works wamesema haistahili tuitumie. Hali hii imewachochea kuchukua hatua, wakiahidi kufadhili ukarabati wa shule hiyo na kurejesha hadhi yake. So we want to, uh, put some effort into, back into the community, uh, and try and, uh, make uh, the facilities good for kids so that they can learn in, in a better environment. Shirika la Lions pia limewahimiza waliofaulu maishani kukumbuka walikotoka. Uh, tukiachia serikali peke yake haiwezi, kwa sababu hata sisi ni serikali, kwa sababu serikali ni watu wenye wako kwa hiyo nchi. Sasa mpaka tusaidiane na wangependa kupartner na sisi kama Lions Club of Kitale ndio tuweze kuhakikisha whatever projects wanataka kufanya kwa hii shule walianza, tumewasimamia na imekamilika. Wanafunzi hao wanawataka wenzao wa zamani kuungana nao ili kuhakikisha shule hii inarejeshwa katika hadhi yake ya zamani. Collins Shitiabai, runinga ya bai, Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.